usi vilivyohaririwa kwa uweledi vitakavyokujenga kilimani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 Sautikuu TV inakuletea magazetini leo mubashara asubuhi hii, tukiangazia yapi yalijiri, yapi yanajiri na yapi yanatarajiwa kujiri, na yakapata nafasi ya kuandikwa na waandishi mbalimbali mbali, na kuthibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita d, si mbaya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 katika ibada zao mbalimbali Jumatano wana ibada ya mafundisho ya Biblia saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, lakini kwa siku za Jumapili wana ratiba za ibada mbili tu. Ibada ya kwanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu ibada ya pili saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ibada hizo zote zinakuwa zimetamatika ndani ya masaa machache hayo, na pia zinarushwa mubashara kabisa kupitia uh, Sauti Kuu TV online, kadhalika Rev E. Elingarami S Munisi online TV. Hivyo unaweza kushiriki kupitia vyombo hivyo vya habari kama tu utakuwa mbali na jiji la Dar es Salaam. Nikukumbusha kusubscribe katika vyombo vyote hivi viwili, Sauti Kuu TV online. Hakikisha una subscribe kupata habari na matukio kadha wa kadha, tukigusia habari za kijamii, habari za kisiasa, habari za kiuchumi habari za kimichezo na burudani, vipindi maalumu na nyinginezo, pindi tu zinapotukia na kukufikia kwa wakati pale ulipo tupatapo fursa hiyo, lakini kwa yale yaliyo ya kiroho zaidi, basi hakikisha una subscribe Rev. Elingarami S. Munisi Online TV kupata, eh, mafundisho ya Biblia mbalimbali, semina mbalimbali, matamasha pamoja na vinginevyo vifananavyo na hivyo sasa nikualike kuangazia magazetini leo, nikianza na sehemu ya kwanza. Sehemu hii ni mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na za kimataifa, na ukumbuke ya kuwa magazetini leo inakujia mubashara kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi. Japo niko mbele ya muda kidogo kwa siku ya leo, lakini saa moja na nusu asubuhi ndio wakati sahihi wa kufuatilia magazetini leo kwa siku za Jumatatu hadi Jumamosi. Haya, mimi ni Dorcas Daniel. Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo ninalipa kipaumbele bwana habari yake kuu inasema, JWTZ yaimarisha ulinzi kona zote. Eh, serikali, amani imerejea watalii karibuni. Daladala, daladala 150, mbadala wa mwendokasi miezi mitatu. Wataalamu waelekeza ya kuifanya eh, kuepuka tatizo la akili wakati wa vurugu. Wataalamu waeleza ya kufanya kuepuka tatizo la akili wakati wa vurugu. Kurasa mbalimbali mbali za gazeti Nipashe zinaandika habari hii kwa kina, ikiwa ni pamoja na ukurasa wa pili wa tano na kadhalika. JWTZ yaimarisha ulinzi kona zote, amani imerejea watalii wanakaribishwa. Daladala 150 mbadala wa mwendokasi kwa miezi mitatu. Wataalamu waelekeza ya kufanya kuepuka tatizo la akili wakati wa vurugu. Matokeo la saba, udanganyifu matusi, bado ni tatizo. Ongezeko vituo vya gesi la wapa hueni madereva nchini. E, utafiti kila wanawake watatu nchini, mmoja hatarini kisukari pamoja na moyo e, pasa kuchukua hadhari hii. ni pashe Bwana linaandika habari hiyo kwa kina. Gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Vita ya uspika bungeni ni habari ambayo inashika hatamu kweli kweli katika nakala za magazeti yaliyoandika habari za kitaifa. E, vita ya uspika bungeni, shughuli za kiuchumi za rejea da Mwanza pamoja na Arusha. Katibu Mkuu CWT atoa salamu za pongezi kwa Rais Samia, Rais Dr., eh, Rais, kumradhi, Dr. Samia amwapisha eh, rasmi Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Nemki yajipanga kikamilifu kushiriki Shimuta 2025. Habari hii utaipata katika nakala hiyo ya gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi: baraza la wawakilishi kuanza leo, bunge la 13 kuanza Novemba 11. Bunge la 13 kuanza Novemba 11 kama nilivyotangulia kukwambia eh, makada sita CCM kuwania uspika wa bunge. Hii ndio habari inayoshika hatamu katika nakala za magazeti kwa siku ya leo pengine na siku zijazo, mpaka kufikia bunge la 13 kuanza Novemba 11, basi tutakuwa huko, tuna majibu kamili. Zanzibar Leo linaandika hayo. Gazeti Mwangaza, uchumi wetu maendeleo yetu, wamechagua utu, ni habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Wamechagua utu, wamekataa vurugu, kutumiwa na vibaraka wa ndani na nje wampa Rais Samia, wampa Rais Samia mchimbi kura za kutosha kuongoza nchi. Rais ndai shimie awaambia Watanzania, amani haina bei, amani haina bei. Habari hii imetajwa je. Uh, yeah, amani hiyo yapatikana vipi? Basi hayo nayo ni ya muhimu kuzingatia. Mwangaza uchumi wetu maendeleo yetu linaandika hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nakala ambayo utaipata katika gazeti Mwangaza. E, wamshukuru rais Dr. Samia kurejesha amani, huduma za kijamii zaendelea kama kawaida bila hofu. E, unaambiwa nakala hii inaandika hayo. Chadema yalaaniwa kwa vurugu. Vurugu zipi? Basi kamata nakala yako uweze kupata habari hiyo e, kwa undani zaidi mimi naondoka hapo, nikiangazia jamvi la habari. Gazeti lako habari yake kuu inasema rais Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali. Rais Samia amwapisha eh, mwanasheria mkuu wa serikali, kama ambavyo habari picha hapa ina muonyesha katika gazeti E, Jamvi la Habari, habari hiyo inasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akimwapisha bwana Hamza Said Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali kwenye hafla fupi iliyofanyika ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 5 Novemba 2025. Habari picha inathibitisha, kamata nakala ya gazeti Jamvi la Habari hali ya amani na utulivu yarejea. Serikali ya wakaribisha wageni. CCM yafanya uteuzi wa wagombea nafasi za spika na naibu spika, ukurasa wa nne. Unaandika kamata nakala gazeti jamvi la habari, gazeti lako Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari kubwa inasema ni wakati wa kuliponya taifa, hakuna wa kunyoshewa kidole. Eh, habari, ukurasa wa pili, wageni waendelea kumiminika hifadhi ya Ngorongoro. Rais, rais Hichilema aeleza mapito yake akiwa ya mpinzani Zambia. Rais Dr. Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja. Gazeti Majira Gazeti Huru la kila siku limeandika ufaulu wa paa matokeo ya darasa la saba nchini. Habari hii imetajwa katika Gazeti Majira. Eh, wasichana wazidi kuchanja mbuga wakichuana na wavulana eh, waliofutiwa, matokeo, eh, waliofutiwa matokeo waanikwa. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili Gazeti Majira Gazeti Huru la kila siku vilevile, Rais Samia aita wabunge wateule mjengoni Dodoma. LATRA yaje na suluhisho changamoto mwendo kasi. Mwanasheria mkuu wa serikali ala kiapo. Wakulima wawezeshwa kuboresha ubora wa kahawa. Tahariri inasema turejeshe amani tujenge taifa letu. Bei ya mafuta Novemba ya baki ile ile ya Oktoba thelathini <laughs> na moja bei ya mafuta Novemba ya baki ile ile ya Oktoba thelathini na moja. Majira gazeti huru linaandika. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwananchi, habari kubwa nasema tunatokaje? Eh, tunatokaje wakati vilio vya kupoteza ndugu, kujeruhiwa vikiendelea Uh, kusikika. Wadau wametaja hatua za kuchukuliwa ili kurejesha amani umoja wa kitaifa. Mamlaka zimetakiwa uh, kusikiliza hoja za wananchi ambao nao, habari inaendelea ukurasa wa tatu na wanne. Haya hapa masharti ya bima kwa mali zilizoharibiwa, habari hii imetajwa bwana katika gazeti Mwananchi. Haya hapa masharti ya bima kwa mali zilizoharibiwa ikiwemo waliochomewa magari, e, biashara na nyumba na kadhalika. Mchuano wa spika, naibu spika, vita mpya CCM. Mchuano wa spika, naibu spika, vita mpya CCM. Nini hatima ya kushikiliwa John Heche? Gazeti Mwananchi linauliza, nini hatima ya kushikiliwa John Heche A, wanafunzi 26, sawa habari hii imetajwa, elfu 26 na 93 wakacha kufanya mtihani, ufaulu juu matokeo darasa la saba ni habari ambayo imetajwa e, katika gazeti Mwananchi. Unaweza kujipatia nakala hiyo. Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Vigogo CCM wapigana vikumbwa kuwania uspika St. Anne Maria Academy yaibuka kinara matokeo darasa la saba wanafunzi 148 wapata wastani wa alama A. Hey. Haya, Rais Dr. Samia ameapisha mwanasheria mkuu wa serikali, miongoni mwa habari ambayo pia imeandikwa. Karibuni nakala zote za magazeti. Bunge la 13 kuanza Novemba 11 wa Tanzania na dunia macho masikio, eh, Novemba 11 tuki subiri kusikia na kuona nani anachukua kiti, nani analiongoza bunge na bunge linasema nini. Vile vile rais atakuwa miongoni mwa wale ambao tunatarajia kuwasikia kwa katika kuanza kwa bunge hili la kumi na tatu takalotarajiwa kuanza Novemba kumi na moja. Arusha yaendelea kupokea maelfu ya watalii walini e, Raia Mzalendo bwana linaandika kweli na uwazi kwa sababu tuliambiwa mipaka imefungwa na kadhalika na kadhalika. Sasa Arusha endelea kupokea maelfu ya watalii. Pengine gazeti Raia Mzalendo katika eh, kina cha habari hii na tueleza bwana watalii hao wamemiminika lini na lini kutokea wapi? Wananchi huru gazeti limeandika bunge lenye sura mpya kuanza wiki ijayo. St. Anna Maria Academy yaonyesha makali ya, eh, yaonyesha makali yake ufaulu matokeo la saba eh, nafasi ya spika ya uvuta vigogo CCM eh, Dkt semeni michezo ni njia ya kuimarisha afya. Habari hii imetajwa hapa. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mtanzania Leo, habari kubwa inasema watalii wazidi kumiminika Arusha bwana. Ukurasa wa tatu unaeleza eh, mipaka ilikwisha kufunguliwa lini na watalii hao wamiminike kiasi hicho? Basi kamata Mtanzania Leo ufahamu kwa kina, kwani limeandika watalii wazidi kumiminika Arusha, na habari inapatikana zaidi ukurasa wa tatu. St Anne Maria Academy yafanya maajabu, matokeo darasa la saba, wanafunzi 148 wapata wastani wa alama A. Hey, haya mradi wa HET wang'arisha chuo cha SUA na kala hii ya Mtanzania Leo. E, inaandika habari hiyo kwa kina. Mwanahabari, gazeti bora limeandika mchuano mkali kiti cha spika. Mwanasheria mkuu wa serikali ya ripoti ofisini yaanza kazi baada ya kuapishwa. E, shughuli za ujenzi wa taifa za rejea mikoa ya Dar, Mwanza na Arusha. Timu za NEMK ziko tayari kushindana na shimin, e, shim, shim, e, Shimuta 2025. E, Habari inaeleza katibu mkuu CWT apongeza ushindi wa Dr. Samia. Habari hii utaipata katika gazeti mwana habari eh, gazeti bora. Sasa ni kuangazia gazeti habari leo, kabla ya kuyaendea mapumziko mafupi. Habari leo gwiji la habari Tanzania limeandika maisha ya rejea yeah. Huduma usafiri mijini mikoani zaimarika, Latra kutoa vibali maalumu mabasi 150 da bei za bidhaa, nauli za shuka, serikali yapigilia msumari. Habari hii utaipata katika ukurasa wa saba wa gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Bodaboda, boda bajaji kuhakikiwa upya. Mchimbi anasema tutamtumia mpango uchumi wa buluu, tutamtumia mpango uchumi wa buluu Johari aapishwa ahidi e, uaminifu na uzalendo. Mwanasheria mkuu huyo wa e, serikali. Hatima wa bunge viti maalumu mikononi mwa tume, vyama vifundishe vijana uzalendo. Habari hii imetajwa katika gazeti habari leo, guiji la habari Tanzania. Unaweza kujipatia nakala yako sasa kupata habari za kitaifa na za kimataifa kwa kina, kama ambavyo tumeweza kuzisikia. Sasa tupate mapumziko mafupi, mtazamaji. Nikirejea hapa ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani.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 92 au 0678813891 tunaendelea na sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Tunaanzia gazeti ya Machinga Sporti, mtazamaji, gazeti hili limeandika uh, Taifa Stars mikononi mwa Gamondi Afkoni Hatuogopi Waarabu, CAF eh, Champions League. Wanayosema haya bwana ni Yanga na si wengine. Singira bs Azam Football Club kuanza ugenini, CAF CC eh, Ahmad Ali, kocha msaidizi Taifa Stars. Gazeti wa Machinga Sporti linaeleza habari hii kwa undani. Naondoka hapo mtazamaji, niki eh, nikiangazia gazeti Jamvi la Habari Sporti. Gazeti hili limeandika uh, yanga ya vu, eh, ya tua, yanga ya tua new amani complex eh, mtihani wa kwanza wa gamondi huu hapa. Ni habari ambayo eh, imetajwa katika nakala hii. Wasanii wapoteza wafuasi wao kwenye mitandao ya kijamii habari. Picha hapa ni msanii Diamond Platnumz. Sasa habari hii inahusiana na nini? Kamata nakala yako upate kwa kina, wasanii wapoteza wafuasi wao kwenye mitandao ya kijamii kufuatia nini? Kamata nakala ya jamvi la habari spoti ukurasa wa ndani wa gazeti hili eh, ama wa mwisho, basi unaeleza kwa kina Mbape. Eh, mambo safi Azam Football Club, kama nitakuwa nimesoma jina hili vyema wana michezo mtanirekebisha basi kama nitakuwa nimeenda chaka. Taifa Stars michezoni bwana limeandika Yanga kutumia uwanja New Amani Complex. Uh, Cristiano Ronaldo alinunua ndege binafsi kwa bilioni 145. Messi eh, San Mula na Shoreis wajitwisha MLS ukurasa wa 15. Gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, michezoni linaeleza vilevile. Gazeti Majira, Yanga kutumia uwanja wa Amani, makundi CAF Champions League. Mzizi afanyiwa upasuaji wa goti kukaa nje wiki kumi. Habari hii imetajwa katika karibuni, miezi miwili na ama mitatu, naweza kusema hivyo. Ligi Kuu bara kutimua vumbi wikendi hii habari hii imetajwa katika gazeti Majira. Unaweza kujipatia nakala hiyo ukafaidi habari hiyo kwa kina. E, sasa gazeti Habari Leo gwiji la habari michezoni limeandika simbu aingia 12 bora, tuzo za mwanariadha bora wa dunia. E, bwana e, bwana Simbu anatuwakilisha vyema kweli kweli huyu jamaa simbu aingia 12 bora tuzo za mwanariadha bora wa dunia. Simba ya waza robo fainali CAF. Yanga kutumia uwanja wa Amani. E, timu 28 kutimua vumbi kikapu Dodoma, ligi kuu kurejea mwishoni mwa wiki, ukurasa 23. Gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania linaandika hayo. Gazeti mwana habari, michezoni, bwana Gamondi Ahmad Ali kuiongoza Stars Afcon. Kocha Pedro ashtuka na, eh, ashtuka na mabao ya Shabalala pamoja na Ikua Tuge. Stars ya wa gumzo wa Afcon. Kocha Simba tamba kufuzu robo fainali CAF CC eh, CAF Confederation Cup ni habari ambayo imetajwa katika gazeti mwana habari. Unaweza kupata nakala hiyo Vilevile vile, ukapata habari kwa kina. Tuhitimishe magazetini leo asubuhi ya leo kwa kuangazia gazeti mwana Mwanaspoti, kumradhi gazeti mwana Spoti, gazeti, gazeti eh, la kimichezo na burudani pekee limeandika eh, nabii aibeba Yanga afichua siri nzito, mzize awakosa Waarabu, simanzi simazi, kocha afia uwanjani bana. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Mwanaspoti, hii unaweza kujipatia nakala na kupata habari kwa kina. E, simanzi kocha afia uwanjani, kulikoni Arsenal, gari limewaka, kocha afichua Simba ni wao tu, aipeleka robo mapema, soa atoa kauli ya kibabe. Faida ya yoga kwa wanawake, habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Mwanaspoti. City Bulls pazi kunani, Siri Bulls pazi kunani. Habari hiyo inatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo, e, sehemu ya kimichezo na burudani, kadhalika magazetini leo kwa ujumla niliyekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hadi tamati ni mimi Dorcas Daniel, na kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo sikuwa peke yangu, mwenzangu ni Freedom Richard upande wa mitambo. Shirika wetu ni kanisa la Tabernacle of Glory, TAG Kawe. Subscribe kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele kupata na kupokea taarifa zetu kwa wakati mwisho wa magazetini leo. Maandalizi ya Sauti Kuu Sports ifikapo saa mbili kamili asubuhi. Kwa heri kwa sasa hadi wakati mwingine. Kwa maarifa ya kiroho jipatia vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa